Mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akawaza moyoni mwake akisema, nitafanyaje maana sina pa kuweka akiba ya mavuno yangu? Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu kisha. Nitajiambia, e eh, nafsi yangu una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu we, usiku wa leo anataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekea nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Sema, tajiri mmoja shamba lake likazaa sana, akafanikiwa sana akalima na mvua ikanyesha. Jambo la kufanya haraka haraka, nachowaza moyoni mwangu ni kuzibomoa zile gala zangu, maana hizi baraka ni nyingi. Pale ambapo nikivuna naweka miaka yote, safari hii imezaa sana, kwa hiyo sina mahala pa kuweka, zile gala hazitatosha. Tafanyaje? ni swala alijiuliza moyoni mwake, akapata majibu arasema nitabomoa nilizo nazo na kujenga upya, alafu nitajiwekea akiba. Nikishamaliza kuweka, nitaiambia nafsi yangu, e nafsi yangu, ufurahi, ule, unywe, maana na vitu umejiwekea akiba miaka mingi. Yalikuwa ni mawazo yake tu, kabla hajachukua hatua ya kwenda kuvunja zile gala ajenge akishajanga ndio aende shamba akavune. Usiku ule ule, Mungu akamwambia, wewe, usiku huu uh, uh, uh, huu wa leo ambao ulikuwa unawaza utafanyaje wanaitaka roho yako. Hebu sema, wanaitaka roho yako, maanake imekuja hapo roho ya mauti. Kabla usiku huu uh, roho yako inatakiwa, maanake ule mtu akafa. Mungu akamwambia hii akiba uliojiwekea atafaidi nani? Atakula nani? Wakati nasoma hii habari, tuko kwenye jumapili la mwisho wa mwezi la kumshukuru Mungu, kwani tukifanikiwa kuna ubaya? Nauliza hivi, tukifanikiwa kuna ubaya? Tukitajirika kuna ubaya? Tukafungua makampuni tukawa mamilionea kuna ubaya? Hakuna, hakuna hata mtu mmoja anayetamani kufanya kazi ya hasara. lakati lak, lakini wakati nasoma hii hii hii habari kuirudia na kuirudia na nikaona kitu fulani kwa jicho la kiroho kidogo, huyu tajiri alichokosea, hakurudi kumshukuru Mungu, hakurudi kumshukuru Mungu. Akajua kuzaa kwa shamba langu sana kunahusika na mkono wa Mungu, kufanikiwa kwangu sana kunahusika na mkono wa Mungu. Mbona miaka mingine asifanikiwa kwa kiwango hicho? Alafu akafikiria na kuzibomoa gala zake, maana baraka zimekuwa ni nyingi, hata mahala pa kuweka ana mahala pa kuweka zile baraka hapapo. Kwa hiyo akafikiria tafanyaje? haya mazao, hizi gala nilizonazo hazitatosha. Alichokosea tu, alipaswa arudi Mungu kwa mafanikio na kushukuru, umefungua mbingu zako ukanipa mvua. Mvua ilikuwa ni ya Mungu, ikanyeshea yale mashamba, na nguvu ya kupalilia halipewa na Mungu, na nguvu ya kupata utajiri halipewa na Mungu. Maanake katika kufanikiwa kwake zile baraka zake zilimuhusisha Mungu kwa asilimia mia moja. Ona, alipofanikiwa akamsahau Mungu. Hatujaona hata mahala pamoja sema ninarudi madhabahuni kumwambia Mungu nakushukuru. huwa anafanya kazi shamba, lakini sijawahi kufanikiwa kwa kiwango hiki, lakini hajijiwazia yeye mwenyewe tu, nitafanyaje. Huyu tajiri alikuwa na roho ya choyo. Huyo tajiri alikuwa na roho ya nini? Hebu mchungaji, somea mstari wa kumi na tano hapo juu uone. Mstari wa kumi na tano Biblia inasema akawaambia, angalieni jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Ukiutazama huo mstari unaweza ukausiuelewa vizuri, rafiki yangu, kufanikiwa kwako, afya yako. Kwa sema afya yako haiko katika kufanikiwa kwako uzima mtu wa mtu hauko katika wingi wa vitu. Kwa hiyo sipigiri kufanikiwa kwako ndo na uzima ndo na afya, hapana. Afya yako na kufanikiwa kwako kotoka kwa, kwa Mungu. Swala la kufanikiwa linabaki kufanikiwa tu na swala la uzima linabaki uzima tu. Wacha nikwambie asubuhi ya leo, mtaji wa kwanza kuliko kitu chochote, mwombe Mungu akupe uzima, mwombe Mungu akupe afya. Ndiyo nasema uzima wa mtu aui katika wingi wa vitu alivyo navyo. Inatufundisha nini asubuhi ya leo? Ya kwamba kuna watu wanapofanikiwa, baraka badala ya kuwaleta madhabahuni zinaweza zikawatoa nje. Nasema hivi. Hii asubuhi ya leo inatufundisha, watu wengi sana wanapofanikiwa, na mawa ibada unaisha na mawa kumtumikia Mungu unaisha kwa unapofanikiwa, unapobarikiwa kumbuka kurudi kumshukuru Mungu. Unapofanikiwa, baraka zikulete karibu na Mungu, mafanikio yako yakusogeze karibu na madhabahu ya Mungu. Ninakwambia, utastawi na kuongezeka kwa namna ambayo siyo ya kawaida. Watu wengi sana walipofanikiwa na ndoa zikavunjika watu wengi sana walipofanikiwa ndoa zikakosa amani. Watu wengi sana walipofanikiwa hata majirani waliozunguka wakakosa amani. Mungu anamwambia hivi, hivi ulivyojiwekea akiba vitakuwa vya nani? Hivi ushajiuliza? Unaweza ukarundika sana, unajua usile. Asema hivi, unaweza ukarundika ukarundika ukawa na roho ya choo ukajibana na sadaka utoi, ukarundika ukarundika uka urudi kumshukuru Mungu na ukaviacha. Kio Mungu anachotufundisha. Juzi napata ushuhuda wa mtu mmoja asema naendaje kwenye maombi ishaa ambayo nishafanikiwa. Narudi nini kwenye maombi tena? Mbona siku hizi uji tena kusali, asema niende kufanya nini pale? Nilienda pale, hali yangu sio nzuri. Kila ninachoguza mbingu zimeitika. Kila nachogusa mbingu zimeitika, si naenda kutafuta nini? Nakwambia haya mafanikio hayata dumu, ni ya kitambo tu. Jambo lolote ambalo halina mkono wa Mungu, uwezi ukafika nalo mbali. Nasema hivi, jambo lolote unalofanya likaondoa uwepo wa Bwana kwenye hilo jambo, likaondoa mkono wa Bwana kwenye hilo jambo, uwezi kufika popote. Tunajifunza kwa huyu tajiri, si ameviacha, eh? na ndio Mungu anatufundisha sema, jilindeni, jilindeni na choyo. Kumbe roho ya choyo leo ni ya kujilinda nayo hiyo. Roho ya choyo kwanza ikutoke, ikuachie, kwa sababu itakupishanisha na baraka za Mungu, itakupishanisha na kesho yako. Kuna kitu kibaya kama mtu kufanikiwa akakatika ghafla yule, mtasema hizi baraka ni za miaka mingi asema hii hii akiba niliyojiwekea nitakula kwa miaka mingi. Mungu ana shida na mtu akiwa tajiri ah? Sema shamba la mtu mmoja tajiri likazaa sana. Mungu ana shida tena? Mungu anataka tufanikiwe sana. Mungu anataka tubarikiwe sana. Mgogoro unakuja pale baraka inapokusukuma kukutoa kwa Mungu, pale mafanikio yanapokuja akakutoa kwenye uwepo, hapo inakuwa na yakakunyima hata moyo wa kurudi kurudi kumshukuru Mungu. Uzima wa mtu hauko kwenye mahela yako. Uzima wa mtu hauko kwenye mashamba ulionayo. Uzima wa mtu hauko kwenye nyumba ulizonazo. Uzima wa mtu uko katika mikono ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Uwe na utajiri hauwezi kuzuia siku Mungu anataka kukuchukua. Hata uwe na vitu vingi, avizuii mkono wa Mungu kuchukua nafsi yako. Aha, hata Mungu akaamua kukutandika. Usifikiri una wigo wa vitu vingi vitamzuia Mungu, havimzuii Mungu. Alafu tunajikuwa tunajifunza kitu kingine, huyu mtu alikuwa, huyu tajiri hakuwa na moyo unyenyekevu, eh, hakunyenyekea mbele za Bwana Mungu. Sikustahili, wewe ndio ulienipa, sikustahili. Hivi kwani si tumefanya kazi wengi walionima sio? Walikuwa ni wengi, mbona akafanikiwa peke yake? Ataziagiza baraka zije kwenye gala yako, ninakwambia, swala la mafanikio, Mungu ataagiza ishi, sawa sana Mungu anavyosema, ninakwambia Mungu ataagiza mafanikio yao yatakuja, atakuagizia baraka zako zitakuja. Hakusema mtaombewa, mtakuja muombeo. Hebu ishi neno la Mungu, litendee neno la Mungu kazi, jifunze kuliishi neno la Mungu ukiliishi neno la Mungu ukaishi sawasawa na neno la Mungu, ninakwambia mafanikio yako yatakuja tu. Kuna mkao ukikaa, kuna mkao ukisimama. Ukikaa ninakuambia, na mbingu zinasimama upande wako, na baraka inasimama upande wako, na afya inasimama upande wako. Simama upande wa Bwana uone. Huyu mtu mpaka Mungu amuue, ni Mungu aliyemuua. Ati na ametufundisha Manake kafanikiwa sana, hakuwa na moyo kurudi kumshukuru Mungu. Nimesema mtu mwenye moyo wa nini? Moyo wa ibada. Mpende Bwana Mungu kwa moyo wako wote, Mungu mpende kuliko kitu chochote, mpende Yesu kuliko kitu chochote Amen. Yani mtu asikukosanishe na asikutenganishe na Mungu wako hmm. Uone utakapofanikiwa, usije wakati una matatizo yanakusukuma matatizo yakipungua, yakipoa kidogo, na wewe unasimama mbali na uwepo wa Bwana, ninakwambia huwezi kudumu na hayo mafanikio. Mtu yeyote ambaye anakaa na Mungu ni mtu anayefanikiwa kuliko kitu chochote. Amen. Zaburi ya kwanza ile mstari wa tatu, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki. mm -hmm. Na kila alitendalo litafanikiwa. Amen. Ni e mtu upi huyo asiyekwenda katika shauri la sio wake? Asiyekwenda katika shauri la sio wake huyu, wala akuketi barazani pa wenye mizaa, kwenye e, vijiwe vya wenye mizaa hapo keti bisema wala, wala wakwenda katika njia ya wakosaji. Hebu sema njia ya wakosaji, wala akwenda katika njia ya wakosaji. Sema mtu huyu atafananishwa na mti uliopandwa kando kando. E, a wewe unapata matatizo yako, namwambe unamwambia, unamwombea, wata kusema utatapaka mtani, wataandika magazeti. Wewe sikiliza kaa vizuri na Mungu wamtumainio Bwana Biblia inasema Zaburi ya mia moja na ishirini na tano sema wamtumainio Bwana kama mlima Sayuni hawatatikisika. Shida ikija, haita kutikisa we. Mtegemee bwana tu, tegemee Bwana. Hapo unapopita atakuvusha kwa jina la Yesu. Mwamini Mungu, hapo unapopita atakuvusha hata katika unaporudi kumshukuru Mungu, mwamini Mungu, umtegemee. Anasema wanaomtumaini Bwana ni kama mlima Sayuni. Mlima huu hautikisiki. Ninakwambia, ukimtumaini Bwana hutatikisika. Wacha wacha, hapo unapopita Bwana akufanyie njia. Sijui unapitia wapi, lakini nakuombea Bwana akufanyie njia ya kutoka. Sijui umekwama wapi, Mungu anataka kukwamue kwa jina la Yesu. Sijui ni wapi ulipoenda umekwama, lakini ukimtumaini bwana atakutoa hapo, na anapokutoa usisahau kurudi kumshukuru. Amen. Haleluya! na hivi ninavyofundisha, sikiliza, mama wanavurugwa sana na tumbo, pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Naongea hapa, kuna mtu anavurugwa na tumbo kwa namna ambayo sio ya kawaida. Damu ya Yesu naikuponye. Nasema hivi, wewe unayevurugwa na tumbo, damu ya Yesu naikuponye kwa jina la Yesu. Amen. Na kitu kinapanda hizo sema aje tu. Yesu anakuponya kwa jina la Yesu. Bwana Yesu Bwana apee sifa. Na mkono wako juu namna hii. Bwana Yesu. Mtamke na mla baraka. Bwana Yesu. Nakushukuru kwa ajili ya ukuu wako. Nakushukuru kwa ajili ya baraka zako.